Ndugu zangu kama mnavyofahamu, tuko katika mwendelezo wa kampeni na mimi nimekuja kuungana na wenzangu kwenye kitongoji hiki muhimu, kuhakikisha tunaendelea kunadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuhakikisha tunaendelea kumwombea kura rais wetu yemadari wetu kiongozi wetu mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Chama cha Mapinduzi kimetekeleza ilani kwa kishindo, ilani ya mwaka 2020 2025. Na nilipokuwa nakuja hapa kwenye kitongoji hiki nikaambiwa, tulikuwa na kilio kikubwa cha barabara hapa. Uongo kweli? Leo nimetembea barabara hii, imenyooka inapendeza, barabara nzuri le. Hizi ni jitihada za rais wetu, lakini akisaidiwa na mbunge wenu ambaye leo nakuja kuomba kura katika Kingu. Oye! Madiwani oye! seme ni siseme? hatuna mashaka. Kiongozi yoyote anapimwa kwanza kwa namna alivyotekeleza ahadi na ilani ya chama chake. Sisi CCM ilikuwa na ilani kwenye uchaguzi wa 2020 ikasema, Watanzania tutawaletea barabara, Watanzania tutapeleka maji, Watanzania tutapeleka umeme vijijini. Leo hii tunapokuja kumwombea kura Rais Samia si kwa sababu yoyote ile, chama kimetathmini, chama kimepima na kimeona amesimamia vilivyo utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi. Leo ndugu zangu hapa wa Mtundulu, nataka niwaambie tunavyo vijiji elfu kumi na mbili na mia tatu na zaidi. Tulipokuwa tunanadi ilani tulikuwa na vijiji vyenye umeme karibuni elfu saba mpaka elfu nane. Leo vijiji vyote vya Tanzania unavyovijua Dokta Samia kutekeleza ilani ya CCM na kwa kusaidiwa na wabunge kama ndugu Kingu, umeme umefika kwenye kila kijiji cha Tanzania. Umeme oye! Ilani ya sasa inasemaji? Tunakwenda kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote vilivyobaki Tanzania, ikiwemo hapa Ifwamahumbi. Oi oye! Ifwamahumbi oi! Maendeleo ni hatua, tumeanza na barabara sasa. Tunawaomba mumchague tena ndugu Kingu akasaidiane na Dokta Samia ili tukamilishe yale yaliyobakia, ikiwemo umeme katika kitongoji hiki. Umeme oye! tunavyo vitongoji Tanzania zaidi ya elfu hamsini na nne na tumejipanga tumejiandaa, kila kitongoji kitawaka umeme, kila kitongoji. Na tukiuleta umeme hapa, tunataka kila nyumba itumie umeme. Wasa wale wengine wanawaletea umeme kwenye baadhi ya vitongoji, watakuwa wazito, tutawalazimisha kuwa na umeme. Hapo vipi? Tunataka umeme uwasaidie vijana kujiajiri, umeme uwasaidie vijana kutengeneza madirisha ya kuchomelea, kutengeneza furniture, kutengeneza miradi mbalimbali ya kujenga uchumi wao. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, tunamwombea kura Rais Samia akayafanye haya yaliyobaki, lakini nyinyi mnajua watu wa mpira ili timu iwe nzuri kwanza inakuwa na kocha mzuri, lakini kocha peke yake hatoshi. Ya lazima asajili wachezaji wazuri. Uongo kweli? Watakaofunga mabao timu ikashinda. Wachezaji hao wa kwanza, rais ndio tukocha, tunamwombea kura wazuri ndio maana tumemleta kwenu ndugu ilibariki Kingu, mumpe nafasi tena akawatumikiwa a niki. Wangapi mtampa Kingu kura? Sasa Kingu peke yake naye hatoshi, hawezi kucheza peke yake uwanjani. Anao madiwani wanaomsaidia kazi. Sasa madiwani wale wanapokea mipira na pasi kutoka kwa vitongoji na viongozi wa vijiji wanacheza, yakiwashinda wanapiga pasi kwa madiwani. Madiwani wanakimbia, yakiwashinda wanapiga pasi kwa Kingu. Kingu naye anakimbiza mpira, anakimbiza, anakimbiza, anapiga pasi kwa Dokta Samia. Dokta Samia oi, akipiga kwa Dokta Samia, Dokta Samia anaangalia Mwiguru ndo anakimbiza kibendera kuu sasa hatujui sasa ataendelea ata kukimbiza au vipi, lakini kwa sasa tunapomaliza muda huo, anamwambia haya, peleka fedha, jenga barabara, peleka umeme, watu wapate umeme. Hivyo ndivyo maendeleo yanavyopatikana. Kwa hiyo leo pia nitawaombea kura wagombea wetu wa udiwani wa Chama Cha Mapinduzi. Naomba msimame, waone tuleteeni hawa jim lakini ndugu wangu, ndugu zangu wa Ikungi hapa, tuna wagombea wetu hawa. Kaeni, wamepita hawana upinzani, kwanza nawapongeza kwa hiyo. Ndugu Kingu amepita hana mpinzani hapa wa chama cha upinzani. Madiwani wagombea wetu hawa hawana chama cha upinzani, lakini sasa kwa mfumo wetu wa sasa lazima tutapiga kura ya ndio na hapana. Tusibweteke tukasema tumeshamaliza. Wanaweza wakatokea hapa watu wakampigia diwani kura za hapana, zikiwa nyingi tutamkosa na uchaguzi utarudiwa kwenye eneo hili. Ninawaomba tujitokeze wote, beba jirani yako, rafiki yako, mwanachama mwenzako twende tukapige kura nyingi za ndio, kwanza kwa Dokta Samia, pili kwa ndugu Kingu na wagombea wote wa udiwani akiwemo mgombea wa kata hapo. Ndio mtampa nguvu rais wetu ya kukamilisha kazi ambayo yeye na ndugu Kingu wameianza ya kuleta maendeleo hapa. Ndugu zangu, mimi namjua siku nyingi sana Mheshimiwa Kingu, miaka mingi tangu akiwa mkuu wa wilaya kule Igunga, ni miaka mingi hajawa hata mbunge. Ninamfahamu, ni kaka yangu wa muda mrefu. Kingu ni mtu mwenye uwezo, ni mtu mchapa kazi, ni mtu anayependa kuleta matokeo katika kazi yake. Mmepata mbunge machachari mahiri na anayependa watu lakini Kingu ni kiungo mchezeshaji. Pakitokea mambo pale bungeni yanayohusu watu wa mipango na mikakati, Kingu mtamwona mstari wa mbele. Hiyo ni uchaguzi, spika wetu alikuwa na uchaguzi kule, anagombea kwenye mabunge ya dunia. Au tulikuwa na mgombea anaitwa daktari mmoja maarufu sana, Janabi, alikuwa anashinda Cha, cha kuwa daktari wa Afrika wa Umoja wa Mataifa upande wa Afrika. Kingu ndio alikuwa mtu wa mikakati, anapika mambo. Kingu oye, Kingu oye, mkurugenzi wa shirika la afya upande wa Afrika na ameshinda, anatoka Tanzania, kwa hiyo msiwe na mashaka, Mkamlea na taifa linanufaika na kazi yake. Nawaomba sana nimwombee kura nyingi za kishindo, mumchague yeye na Dr. Samia ili waendeleze kazi ya kutekeleza Ilani ya Chama cha Mapinduzi.